Jaji mkuu wa Kenya, Dr. Willy Mutunga ameshauri serikali ya Tanzania kuharakisha mchakato wa katiba mpya ili iliyopendekezwa ili itoe ili fursa kwa mahakama nchini kufanya kazi zake kwa uwazi na weledi pamoja na kuwahakikishia wananchi, hasa katika uteuzi wa majaji wakuu. Amesema hili hilo litekelezwe kwa ufanisi, katiba pekee ndiyo jibu la kuleta maendeleo katika nyanja zote, kwani itaweza kuzingatia maslahi ya Watanzania na nchi kwa ujumla. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Agata Kisimba. Jaji Mutunga ameyasema hayo wakati wa mazungumzo maalumu na vyombo vya habari mara baada ya kumaliza mazungumzo yake na mwenyeji wake jaji mkuu wa Tanzania Chande Othman Chande, katika Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo yao yenye lengo la kubadilishana uzoefu wa kimahakama, ni pamoja na mabadiliko ya katiba ya Kenya, uhusiano wa mahakama na wananchi, ambapo Jaji Mutunga amesema uteuzi wa majaji wakuu nchini mwake sasa unashirikisha wananchi tofauti na awali ambapo katiba ilikuwa ikikiukwa. Vile vile uh, kama nivyosema, eh, sifa ya hawa majaji ifatiliwe. Ikiwa mwananchi ana, ana maoni kuhusu eh, jaji au mtu yeyote ambaye anataka kuwa jaji anaweza kaja uh, kwenye Judicial Service Commission ambayo ni shirika ambayo ndio uh, lina wakagua majaji. Kuhusu kurejewa tena kwa mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya nchini Tanzania, Dr. Mutunga anaeleza: tunafahamu kwamba msimamo wa Mwalimu Nyerere na siasa yake e, ulikuwa ni msimamo mzuri, kujali masilahi ya wengine, hata kwenye mambo ya uchumi, mambo ya siasa. Kwa hiyo mkiendelea na kujadiliana kuhusu katiba mtakayo nadhani haya mambo yote mtachambua uh, na labda kuafikiana, sio hata mambo ya, ya Zanzibar, itakuwa ni mambo ya mazungumzo vilevile, pamoja na kila nchi kuwa na utaratibu wake katika mihimili mikuu ya serikali. Jaji Chande Othman Chande anakiri kuongezwa uwazi zaidi kwa wananchi, huku akiainisha baadhi ya hatua za kuteua majaji wakuu nchini. Tunawaambia no, tunaomba no, vyuo vikuu vyote tunaomba taasisi za sheria, tunaomba chama cha mawakili, tunaomba majaji wafawidhi watupe majina. Kwa hiyo, hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni, ni, ni, ni kuwahoji interview, wote wanahojiwa. Hatua tatu ni kuwe, kuja na na, na listi ndogo, short list, listi ndogo ya wateule. Ziara ya jaji mkuu huyo wa Kenya imekuja ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya sheria ambayo yanafikiwa kilele Alhamisi hii huko, mgeni rasmi akitarajiwa kuwa rais wa Tanzania Dr. John Magufuli. Agata Kisimba, Star TV, Dar es Salaam.